Mimi niwaambie wachezaji wameajiriwa na Tabora United, hawajaajiriwa wame na, na Dayang African. Kwa hiyo sasa watimize wajibu wao kwenye uwanja. Tunaamini wakijitoa asilimia 60 sio 70, wakijitoa asilimia 60 Yanga hawana uwezo wa kutufunga, lakini wakicheza kwa ajili ya Yanga Dayang African watatutia aibu. Tuliwafunga goli tatu, walijitoa asilimia 50. Tuko nyumbani, tuna haki ya kutetea ardhi yetu ya kuonyesha sisi ni bora zaidi yao. Sasa wasituletee, wasitulete makando-kando. Kama wao wanajua kama ni timu ya Yanga ni, ni bora zaidi, ilikuwa ipasa kutoa rushwa kama Yanga ni bora zaidi, waje kucheza mpira. Hofu yao nini? Wanapika nyama? sisi tuna hofu na nyama? wanakuja kupika supu? tuna hofu na supu? waje wacheze mpira. Lakini cha pili, nichukue nafasi ni hii kwa niaba ya mashabiki wa Tabora, tunasikitika sana kumwona bwana mdogo alikamwe anamdhihaki mkuu wa mkoa. Kwenye level yake ni top level, afanani wala hafananishi na mkuu wa mkoa, awe na heshima Yaani, tofauti na cheo alichokuwa nacho mkuu wa mkoa. Tofauti Alikamwe na Chacha sawa na baba yake, kwa anavyomheshimu baba yake, amheshimu ya na mkuu wa mkoa ambaye ni Chacha levu ya baba yake. Ndio hiyo levu, awe na heshima, asiwe na mtoto kama majalalani anakurupuka tu. Sisi tumelelewa, mtu yeyote unamtelelewa, anapomwona levu ya baba yake anastahili kuwa huyu ni baba yangu huwezi kulopoka kitu tu kama mtu nani. Na injinia angalie vijana hawa, mwisho wa siku, kama mnakuwa na waandishi wa habari, mnapokuwa mnaoji watu mwangalie wana alko. Pengine mtu kumbe ana mambo yake kichwani, anakurupuka unamhoji, kumbe ana heshima. namwambia alikamwa hawa ina heshima afu, mkoa una mkoa una historia, umkoa una machifu, asije kaondoka hapa kaja kupata wehu bule. Mimi nashangaa tu mpaka sasa hivi RPC hajachukua hatua zake za kisheria kwa sababu RPC kimamlaka nayo kabisa, masaa ishirini na nne kuona mkuu wake wa mkoa anadhalilika, ni kumweka ndani. Hawa vijana kama hawa pasipo kuwachukulia hatua za kisheria, action aina yote, hawawezi kujifunza kwa watu wengine, kama Alikamwe. Kwa hiyo nasema, hiyo amepewa nani nafasi ya kuomba radhi, ahakikishe anaomba radhi kabla nyuki wajachangamka. Alikamwe, tunakupa masaa 24 uombe msamaha. Wewe umekuja Tabora yetu unavuta hali ya hewa ya Tabora, unakunywa maji ya Tabora, halafu unakuja unamtukana mkuu wa mkoa yaani mkoa kamati ya ulinzi na usalama. Wewe alikamwe ni nani kwenye nchi? Wewe mbona wasemaji wenzako wana adabu, hawaongei maneno kama ya kwako? Tunasema hivi, tunakupa masaa 28, omba msamaha, la si hivyo kitakukuta kitu. Sisi <laughs> hatuna uchawi, lakini tunasema hivi, tutamshughulikia Alikamwe, omba msamaha. Tabora sio sehemu ya kuja kutokana, tukana viongozi wetu hivi we. Inatakiwa na adabu. Hizo tabia ambazo mmepeleka dawa huko sio Tabora. Watu wa Tabora ni damu bwana. Wewe vipi? Kwa majina anaitwa Kasim Munyigoha. Ni shabiki wa Tabora United. Mimi maoni yangu maoni ya kwanza kwa mkuu wa mkoa. Angeangalia idara yake ya uongozi wa timu ya Tabora United. Kuna baadhi ya, ya viongozi wa Tabora United upande Tabora United upande, ni Yanga wanatuletea tofauti katika timu, wanatuletea tofauti. Leo wapo kwa Yanga, kesho wapo kwa Tabora United. Leo Yanga ataondoka watarudi kwa Tabora. Sasa hatuna mipango na wao, watu wa design hiyo. Mkuu wa mkoa na idara ya timu walizingatie hilo, kiujumla, tulikuwa tunaomba hilo masnichi wote. Naitwa Abdurashid Musa, ni mzee wa kikundi hichi cha vaibo, Tabora vaibo. Kwa kweli tumejiandaa kumfunga Yanga, na akiponyoka basi tutamfunga goli tatu bila lakini kumshangaza goli chache sana, goli tano, lakini akiponyoka ndio hizo tatu tulizosema. Lakini ujumbe kwa wanatabora, wanatabora kwa sasa wamepoa kutokana na situation yenyewe ya mechi ilivyo, lakini tunawaahidi kama wazee wa Tabora United tutahakikisha Tabora United na mfunga Yanga na tusababishe tubaki pale kwenye nafasi yetu ya tano na baadaye tusonge nafasi ya nne, lengo ni kumaliza top 4